Leo tuna upimaji wa macho kwa wananchi wetu wote wa Jimbo la Chumbuni ambao huduma hii inatolewa bure kwa udhamini wa Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa mwakilishi. Watapimwa watu hapa macho yao, wale ambao watakuwa na matatizo ya miwani basi watapatiwa miwani ili waende wakafanye mambo yao kwa vizuri. Tunafanya hivi kwa sababu tunajua afya ni muhimu kwa kila mwananchi lakini afya ni muhimu kwa jamii zetu zote, na tunalisaidia hili kwa sababu suala la macho ni tatizo kubwa ambalo wananchi wengi au wanajamii wengi wanashindwa kulii, kulitekeleza ipasavyo kwa sababu ya gharama zake lakini na usumbufu wake. Kwa hiyo tumewaletea wataalamu ili wapime wapatie na miwani hapa karibu kila mwananchi anatakiwa. Tutakuwepo leo na kesho. Tunashukuru Mungu kwamba wananchi wameitikia wito, kwa sababu ni wengi ambao wamekuja kwa shehia tofauti. Shehia zetu sita tulizonazo, kila shehia wananchi wamejitokeza, na wengine hata si wananchi wa jimbo letu, lakini kwa sababu wamekuja nao, pia wamehudumia katika zoezi hili. Matarajio yetu ni kwamba kuwasaidia wananchi, kwa sababu wa, matatizo ya macho yako wananchi wengi hata mi mwenyewe nimekwenda nimepima pia, nimekutwa na matatizo ya macho. Kwa hiyo na mimi pia natarajia nipate miwani na wananchi wengine ambao wanajua kununua miwani ni harama. Kama hii imetokezea, hawa madaktari wamekuja kwa ajili ya kutusaidia na sisi angalau tutachangia kidogo kwa ajili ya kuwawezesha wananchi wetu waweze, wananchi wenzetu wa jimbo la Chumbuni waweze kufanikiwa pamoja na wananchi wa jimbo la Chumbuni waweze kufanikiwa kupata maani kwa ajili ya kuweza kuona na kuweza kusoma kuwasaidia . Tuko hapa leo tu wizara afya, kwa mashirikiano makubwa ya mbunge wa jimbo la Chumbuni pamoja na taasisi ya Maisha Med ambayo imetoka kutoka Dar es Salaam. Wao ni wadau wa mambo ya miwani, kwa hiyo wametusaidia kutoa hii miwani ya kusomea kuanzia umri wa miaka arobaini na kuendelea. Katika maadhimisho hayo tuna aktiviti nyingi tunazozifanya, mojawapo ni hii ya screening, lakini ipo na nyingine ya operation kwa wale wagonjwa hao wanaogundulika na mtoto wa macho. Kuna operation inayoendelea Mnazi Mmoja ambao tulianza toka juzi juzi, tulifanya wagonjwa ishirini na saba jana thelathini na saba na leo tuna wagonjwa tunategemea wagonjwa kumi na saba Kwa hiyo zinaendelea na hawa tunawaona katika majimbo haya, tunawashajilisha, hata kule tunawapa rufaa na kule wenzetu wanawapokea kuwafanyia uchunguzi na kufanya upasuaji. Ni kweli zoezi hili ni zuri na tunapendelea kila wa, baada ya muda lifanyike kutokana na hali za wananchi kuwa duni kwa hivyo hili linasaidia sana, kwa sababu leo ukienda hospitali nyingine utabidi utakiwe fedha na fedha yenyewe haipo. Kwa hivyo hili zoezi ni zuri zuri zuri zuri kabisa. Nimefarijika kwamba nimekuja kupata tiba isiyo malipo isiyo shida sina haina usumbufu. Nahamasisha kina mama na zangu na wadogo zangu na walokuwa wazee pia waje kwenye huduma ya macho, kwa sababu tukija kwenye huduma ya macho tunapata kuona vizuri, hasa hasa wafanyabiashara wanaohusika na mambo ya jasiriamali, wanajitegemea, wanakuwa wengi wao wana, wanatumia kuni za za mkaa. Sasa wanakuwa wanasumbuka sana na swala la macho, wanakuwa wanapata kwa hawaoni vizuri katika kazi zao kwa hiyo wanatakiwa waje kupata huduma wapate kuwa wako makini katika biashara zao.